Ni siku ya Mtakatifu wa Agostino ambayo kila mwaka hufanyika tarehe ishirini na nane ya mwezi wa nane, lakini imekuwa tofauti zaidi ndani ya mwaka huu ambapo siku hii ya maadhimisho imefanyika tarehe ishirini ya mwezi wa sita, huku sababu kubwa ikitajwa kuwa ni upatikanaji wa wanafunzi hapa chuoni, kwa maana tarehe hiyo ambayo mahususi kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo wanafunzi wanakuwa kwenye majukumu yao ya utendaji wa kazi ikiwemo masomo pamoja na vitendo. Sasa niko hapa kuhojiana na wanafunzi lakini pia na wadau mbalimbali ambao wamehudhuria siku hii wakitoa machache kuhusiana na kile ambacho eh, kimejadiliwa siku ya leo kupitia misa takatifu hii katika ukumbi huu wa mikutano ndani ya chuo cha Mtakatifu Augustino Kampasi ya Mwanza. Sherehe ya Mtakatifu Augustino ya leo imekuwa ni sherehe tofauti sana, kwamba imekuwa ni sherehe ambayo kwanza ina morali, watu walio wengi wana morali, lakini pia imekuwa na tafakari kubwa sana kuanzia kwenye ibada mpaka kinachoendelea, lakini pia cha tofauti zaidi ni kwamba kumekuwa na michezo ambayo michezo hii hatujawahi kuiona nyuma. Naona kuna michezo ya kwaya, kuna hawa wajukuu wa sista wote wanaingia, lakini pia kuna bongo fleva na kuna ratiba ambayo kimsingi imeandaliwa vizuri katika hii siku. Ni kumbukizi kubwa sana kwa sababu Mtakatifu Augustino amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akijitolea sana katika masuala ya imani hivyo tunajifunza mambo mengi kutoka kwake. Sherehe ya Mtakatifu Augustino imetufundisha mengi. Vijana tumepata kujumuika kusherekea umoja wa wanasauti tukimwenzi Mtakatifu Augustino ambaye ndio mwenye hiki chuo. Kwa pamoja tunaweza kulijenga jiji, kwa sababu tumekusanyika kumshuhudia kusherekea uwepo wa Mtakatifu Augustino. Cha kwanza ambacho nimejifunza ni tumeweza kuungana wanasauti kumwenzi hata ambao walikuwa wanasikia tu Mtakatifu Augustino, leo wameelewa ni nini kuhusu Mtakatifu Augustino na alikuwa anafanyaje mambo yake. Licha ya kuzungumza na wanafunzi pamoja na wadau mbalimbali, lakini nimepata fursa ya kuzungumza na viongozi wa sanaa mbalimbali ambao wamekuja kusherehesha uh, maadhimisho haya ya chuo cha Mtakatifu Augustino, ambapo lengo mahususi ni kuweza kukumbuka uh, yale aliyoyatenda Mtakatifu ujio wao ni kwamba kuonyesha furaha au kuonyesha burudani, kwa sababu mtakatifu Agostino alikuwa walikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajihusisha kwenye furaha, kuonyesha vipaji mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana tumewaleta hapa nao waje waonyeshe vipaji mbalimbali. Najisikia fresh, yani najisikia amani sana kwangu hapa kwenye tamasha. Ni kujumuika pamoja, ina maana ni jumuiya. Kanisa ni jumuiya, inatuita na tunakuwa wote pamoja, na nimefurahi pia naona e, kuna wengine waitamani kufika kwa leo lakini ndio hivyo tena. Naona fursa imekuja kwangu hivi kuja na kikundi cha watoto pia nimefurahi. Na kumbukizi hii ya maadhimisho ya Mtakatifu Augustino siku hii ya leo yameambatana na mahubiri ambayo yamelenga katika vipengele vitatu: kukua kiroho kukua kiutu, lakini kukua kiakili katika masuala mbalimbali ambayo yanatuzunguka katika jamii zetu, lakini pia amezungumzia kama Watanzania tunatakiwa kuiombea nchi yetu hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa serikali. ni Sami Stefano Mbwilo wa SauTV.